Balezi Bagunda, kwa jina la utani Kibomango au Bingwa wa Mabingwa, alikuwa katika mazoezi yake ya kukimbia asubuhi mjini Goma. Mwanandondi aliyejitolea maisha yake aliyaweka katika kuwasaidia vijana wanaopitia hali ngumu kimaisha. Mapenzi yake mchezo huo na dhamira yake vilimfanya kuwa chanzo cha matumaini na aliwavutia vijana wengi waliotaka mwongozo na nafasi ya pili maishani. Heritier Mbala alikuwa mmoja wa wanafunzi wake. Street, nilipokuwa mitaani nilikuwa namuona kila asubuhi anakimbia akifanya mazoezi yake. Siku moja niliamua kumfuatia, nikamuita masta masta. Wakati huo alikuwa anafanya mazoezi hapa kabla hakujabomolewa na sehemu nyingine kujengwa. Hivi ndivyo uwanja ulivyokuwa ukionekana miaka mitano iliyopita kabla haujabomolewa, makao ya watoto waliokuwa wakiishi mitaani na wanajeshi wa zamani, wote wakiwa na ari ya kujifunza ndondi. Kibomango aliyafahamu matatizo yao vyema. Yeye mwenyewe aliwahi kuwa mwanajeshi mtoto wakati mmoja ambapo alipitia hali ngumu, ila baadaye akawa bingwa. Ndiyo maana alikuwa na moyo wa kumsaidia huyu kijana aliyekuwa na jukumu la kujikimu. Nataka wasirudi tena mitaani na wauondoe moyo huu wa uasi. Wanastahili kujiangalia vyema na wabuni ajira zao wenyewe. Niko hapa kuwasaidia wafanikishe hilo. Heritier anakumbuka alivyokutana na Kibomango na jinsi alivyobadilisha maisha yake. Nilikuwa nimedhamiria. Kila alipowasili masta, mimi ndiye nilikuwa na jukumu la kupanga vifaa na kuweka kila kitu sawa. Aliniteua mimi kama nahodha wa klabu kutokana na ujasiri niliyoonyesha. Maisha yangu ilikuwa ni ya mazoezi na mtaani hadi siku moja masta aliponiuliza nilifanya nini baada ya mazoezi, nikamwambia kuhusu maisha yangu kama kijana wa mtaa. Ndipo aliponiita niende kukaa naye kwenye siku moja katika gereji ya Kibambi. Shukran kwake nilijifunza ufundi wa magari na nikawa fundi. Heriti Mbala, ambaye kwa sasa ni mwanandondi na fundi mjini humo, alipata sehemu kubwa ya ujuzi kupitia Kibomango. bado tunawafanyia mazoezi ya ndondi na baadaye tunawashauri, wote walirudi kazini kama mafundi wa magari. Ila kila kitu kilibadilika M23 walipoingia Goma. Karibu watu elfu saba walifariki katika mapigano yaliyofuata, kulingana na Umoja wa Mataifa. Kibomango alikuwa mmoja wa wahanga. Kibomango, bingwa na matumaini ya wengi, amefariki. Kuna hisia za hasira na uchungu, wapendwa wake wana huzuni masimu kubwa sana. Day, kulikuwa na milio mingi ya risasi siku hiyo. Asubuhi iliyofuata nilipokea ujumbe, masta wangu amefariki dunia. Kadi nyekundu kwa Kibomango, taaluma yake ndondi imefikia mwisho. Filimbi inapulizwa mara tatu hivyo ndivyo wanavyomwaga bingwa wao kama ishara ya matumaini kwa vijana. Katika uwanja huu huu alipofanya mazoezi, alipopambana na changamoto zake zote, ni minong'ono na uvumi uliopo kwa sasa, na mfuasi wake Heritier Ambala anaelezea. The master told us that he was protecting the population and their property. For Master alituambia kwamba anaulinda umma na mali zao. Kwa mfano mwizi anapoiba na ikawa vigumu kumshika halafu huwa tunamuita master wetu anaweza kumshika na kumpeleka polisi. During the recent entry of the M23 rebels, many detainees escaped from local prisons. Ile wakati wa waasi wa M23 walipoingia wafungwa so, wengi walitoroka magerezani. Kwa hiyo kulingana na uvumi, ni hawa wafungwa waliomuua masta, ila kuna mazungumzo ya kuhusika kwa waasi pia. Hakuna anayejua mhusika hasa. Kibomango kwa sasa yuko katika sehemu yake ya mwisho. Kama uchunguzi utafanyika kuwatambua wauaji wake ni jambo lisilojulikana. Katika nyakati kama hizi hakuna kilicho wazi, ila familia yake inataka haki. Kumbukumbu kumbu nzuri niliyo nayo na ni kile, kile alichonifunza leo hii. Shukrani kwake, naweza kuwaangalia vyema mke wangu na watoto. Nilikuwa mtu mbaya sana. Ushauri aliokuwa akinipa ni maishani hustahili kupigana kila mahali. Urathi wa Kibomango bado unaendelezwa na klabu yake. Sasa wanasambaza ujuzi wao kwa kizazi kipya ili mapambano yaendelee, si kwenye vita ila ulingoni. Kwa mustakabali wangu Kibo, ningependa kufuata nyayo zake. Kibomango alipenda kuwaleta watu pamoja, kuwa familia na wasaidie. Nitawaleta watu wengi pamoja pia, iwe ni kwenye michezo, kazini au kuwasaidia wale walio katika hali ngumu. Kunishinda kuona kilicho katika maisha ya baadaye. Bingwa anaweza kuwa amekwenda, ila urathi wake kama mhamasishaji wa amani na matumaini utaishi katika nyoyo za watoto wa Goma.